Namna ambayo unaweza kubadilisha tabia kwenye ripoti ya mwanafunzi kwa mwanafunzi, labda kama hapa hivi ushikana na wenzako, kujituma na kadhalika, kwenye mfumo wetu wa Kiyabo hapo kwa wanafunzi wote kwa urahisi. Cha kwanza, kama ni mwanafunzi mmoja mmoja, utamfungua, utaenda kwenye discipline, then utabadilisha hizi grades hapa, na hapo utakuwa umeshamaliza, lakini kama ni we Yeah, hapa, utakuja new student. Utachagua darasa zao ambazo zimejaza kwenye database, utarudisha kwenye mfumo ta upload na then utazipokea zote na mfumo kishamaliza, uta format then itakuwa tayari kwa ajili ya editing. Tayari kishamaliza, utafanya formatting mhm, then utit ambavyo unataka, labda hii, labda ilikuwa na A, tuseme B, A, B na kadhalika kwa kutokana na namna ambavyo wanafunzi wako. Kwa kwa ah, namna nzuri pia ni kusave Unaweza uka save sehemu ambayo utakumbuka, labda save kwenye tena kwenye downloads, niandike labda tabia, alafu baada ya nijipandishe kwa ko, nikirudi hapa kwenye mfumo wangu, imaweza kujaza baada ya siku au muda wote, tarudi hapa kwenye students, tachagua darasa langu form one, tachagua upload behavior template, tanipeleka kwenye nani huku, nitakuja niweka mimi kwenye downloads. Mm -hmm. Oh, sorry. Siyo download hii, ilikuwa ni hapa ambayo ni tabia hii. Kwa hiyo tutaweza kuiupload mfumo utafungua, utaanza kuchukua mmoja baada ya mwingine, na hapo itakuwa ime kila mwanafunzi anabadilisha hizo tabia zake kwenye mfumo tayari tutamaliza. Kwa hiyo sasa hivi ukirudi kwenye report, nataka kutengeneza report kwa hapa basi kila mwanafunzi sasa hivi tabia zake zitakuwa zimebadilika kulingana na wewe ulivyo edit. Hii ni B, A na kadhalika na kadhalika. Asante.